Unajua, maneno yako yana nguvu juu ya maisha yako. Amen. Maneno yako yana nguvu kuliko maneno ya mtu yoyote anayeweza kutamka juu ya maisha yako. Amen. Ila maneno ya mtu yanaweza kuwa na kwa nguvu kwako, maana wewe hukutamka maneno yoyote yenye maana juu ya maisha yako, usipojitamkia maneno yenye maana juu ya maisha yako, usipojitamkia maneno yenye maana juu ya maisha yako mtu yoyote anayekusudia kutamka maneno mabaya juu ya maisha yako, mtu yoyote anayetamka maneno mabaya juu ya maisha yako, yale maneno mabaya atakayotamka, yale maombi mabaya atakayoomba, yatatakiwa ya yapate kipingamizi cha maneno mema uliyojitamkia mwenyewe na maombi bora uliyojiombea mwenyewe Amen. Ulimwengu wa roho na nidhamu, ulimwengu wa roho una nidhamu mno. Maneno ya mwingine hayawezi kuwa na nguvu juu yako, kama maneno ya kwako yana thamani juu ya maisha yako. Ndiyo, ndiyo kabisa, Amen. kabisa. Amen. Maneno yako, maombi yako juu ya maisha yako yana thamani kubwa isiyopingika kuliko kwenye ulimwengu wa wa roho kuliko maombi ya wabaya wanao ufanikiwe wanaomba uchanganyikiwe, wanaomba ushindwe, wanaokuombea ufilisike, wanaokuombea mera...